Aliyetuamuru tuadhimishe fumbo hili. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate, akishukuru, aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni nyote Hivyo hivi, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki akawapa wafuasi wake akisema: twaeni nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi.